hle pamoja na wakuu wa idara sitaweza kufanya lolote pasipo kupata ushirikiano kutoka kwao. Sitaweza kufanya lolote pasipo kupata ushirikiano kutoka kwa wenyeviti wa vijiji pamoja na wenyeviti wa vitongoji. Sitaweza kufanya lolote pasipo kupata ushirikiano kutoka kwenye chama changu, Chama cha Mapinduzi, lakini vile inyama vingine likatetua mabanga kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Naamini na wao tunatambua, tuna uwepo wao, wangeliweza kusimamisha mgombea wakati ule ili tuweze kupambana. Natamani ninyi mlioko hapa leo hii mnipe misingi, tunaanzaje kwenye hii miaka Naamini safari yangu itakuwa nzuri sana endapo mtanipa baraka na mtanipa ushirikiano. Safari yangu ya miaka mitano itakuwa ni ngumu sana kama nitakosa baraka kutoka kwenye kundi hili, na kama leo hii mkinipa misingi ya kazi na nikakiuma ile misingi ambayo leo hii mtaiagiza, naamini miaka mitano itakuwa ni michungu. hatukua ili tuweze kuzisimamia na kuzitatua kwa pamoja, kwa maana tunao wetu wa shule wako hapa kwa niaba ya taasisi zao. Tunaamini kuna shughuli za maendeleo ambazo zinaendelea kule sekondari, na idimasta yuko hapa. Tunaamini kuna shughuli za maendeleo ambazo zinaendelea kule Mfuranyaki. Tunaamini wawakilishi kutoka shule ya msingi Mfuranyaki huko hapa. Naamini kuna shughuli za maendeleo ambazo zinaendelea shule ya msingi Mavanga, vile vile na shule ya msingi Bugani pamoja na shule ya msingi Ushindi. Kila mmoja ambazo akatumia fursa ya kusema nini kitu huko, lakini tunaamini kuna changamoto nyingi ambazo zinatukabili. Mavanga asilimia ya tisini na tano ni wakulima na asilimia zinazobaki ni wafugaji. Asante kwa majina, mimi naitwa Emmanuel Ngalalikwa, ni diwani wa kata ya Mavanga. <coughs> Awali yoyote nashukuru sana, tarehe tano mwezi wa kumi na mbili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano imepata bahati ya hapo. <coughs> Na leo nikasema, kabla sijaanza majukumu yangu kama diwani wa kata ya Mavanga, ni vizuri nikakutana na makundi maalum. Nimekutana na, na kundi la wazee, nimekutana na, na kundi la viongozi wa dini, nimekutana na watumishi, nimekutana na kundi la vijana ili <coughs> ili kuwasikiliza na kuwa na dira mpya ya mikaa yetu ya ma. Namshukuru Mungu, kupitia kikao hiki kimezaa matunda makubwa sana. Kila kundi limeweza kuzungumza na kutoa mawazo yao. Kimsingi mimi mawazo yote ambayo yamezungumzwa na haya makundi mbalimbali ya makundi mbalimbali ya wazee, vijana, viongozi wa dini, makundi ya wafugaji, makundi ya wakulima, mimi nimeyachukua na kimsingi nitafanyia kazi kwa udi na uvumba. Katika kipindi hiki cha miaka mitano tumelifikia tumelifikia siku ya leo, kwanza ni kuwa na ushirikiano baina yetu sisi viongozi wa kata ya Mavanga, lakini kuwa na ushirikiano na viongozi wengine kama mheshimiwa mbunge wa jimbo la Rudewa Mheshimiwa Joseph Kamonga, lakini vilevile tunaye mwakilishi wa rais ambaye ni mkuu wetu wa wilaya ya Rudewa Mheshimiwa Urbanus Thomas, lakini vilevile viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao kimsingi ni wasimamizi wa ilani ya uchaguzi ya 2025 2030, kumsingi kupitia timu hii tunaahidi elfu mbili na thelathini Mapanga itakuwa mpya. Kupitia haya yote, tunajua tunazo changamoto za maji, na leo kupitia kundi hili limetoa mwarubaini nini tukifanye ili kutatua changamoto za maji, changamoto za miundombinu ya barabara. Na sasa kipindi hiki cha masika, kiukweli, na serikali yetu sikivu, barabara zimeweza kurekebishwa, lakini kwa yale maeneo ambayo tume Me, tumebaini yanaleta ukorofi katika nyakati za, tumeazimia tutaungana kwa pamoja kupitia wanao wetu ili tuweze kufudisha maeneo yote ambayo yako, mambo mengi sana ambayo tumeyajadili, lakini kimsingi mambo yote ambayo ni changamoto za nchi tuaidi o kufanyia kazi.